Zamani za kale katika ufalme mkubwa Barazani, uliongozwa na mfalme Zuberi. Mfalme huyo alikuwa na mtoto pekee, kijana mtanashati, mwenye hekima na huruma, mwanamfalme Rahim. Rahimu, Rahim alikuwa na kila kitu, elimu ya kifalme, walinzi binafsi, na heshima isiyo na kifani kutoka kwa kila mwananchi. Mwanamfalme Rahim alikuwa si tu mtanashati, bali pia mwenye moyo wa upendo, msikivu kwa wazee, mnyenyekevu kwa maskini na mwenye bidii ya kutaka kujifunza kila siku. Alikuwa na akili ya kupambana na mema na mabaya, na kila mara alisikika akitoa maneno ya hekima aliyojaa matumaini na faraja. Licha ya kuwa na nyuta ya kifalme, hakupenda majivuno wala dhuluma. Alijifunza kuwa kiongozi ni mtumishi wa watu, si mtawala wa hofu. Hata hivyo, maisha yake yalizungukwa na ukuta wa kifalme uliomzuia kuonana na watu wa kawaida lakini licha ya hayo Raheem alikuwa na desturi ya kutoka usiku na kisha akipita kwenye mitaa ya wananchi maskini na kuwapatia vipande vya dhahabu ili wapate nguvu wa ya kusogeza maisha yao mbele. Alikuwa anaishi kwenye kasri kubwa lenye mandhari ya kupendeza, milango ya dhahabu na sakafu iliyong'ara kama kioo, lakini hajawahi kukutana na msichana yeyote wa kawaida. Mapenzi kwake yalikuwa nadharia tu kutoka vitabuni. Siku moja akiwa amejificha kivulini kwenye bustani nzuri ya kasri hilo, alisikia sauti tamu ikiimba nyimbo za matumaini na maumivu. Alitoka nje ya kasri kwa siri na kufuata sauti hiyo hadi alipokutana na msichana aliyekuwa akichota maji kwenye kisima kilichokuwa karibu na eneo hilo. Alikuwa binti mrembo mno, mwenye sura iliyong'aa kama jua la asubuhi, na macho yake yaliyojaa huzuni ya maisha na moyo wa matumaini. Jina lake lilikuwa Haitham. Haitham alikuwa yatima, alielelewa na bibi yake. Bibi huyo alimfundisha hekima, uvumilivu na uelewa wa mambo, jambo lilomfanya awe jasiri mwenye msimamo. Lakini Haitham hakuwa tu mrembo, lakini pia mwenye akili nyingi na roho ya kupigania haki. Alichukia matajiri, viongozi na kila aina ya dhuluma, akiamini kwa wao ndio chanzo cha mateso ya watu wa chini. Raheem alisogea mbele ya binti huyo na kuanzisha maongezi kwa kumuuliza anafanya nini au eneo lile. Na Haitham hakujua kijana huyo ni mwanamfalme, kisha akamwambia huwezi kujua ninachokifanya ilhali wewe maji unaletewa na vijakazi. Inaonekana baba yako ni mtu mwenye pesa na wala hamtambui thamani ya maskini, lakini sishangai, maana siku zote matajiri ndivyo alivyo. Raheem alivutiwa sana na maneno ya binti huyo, kisha akamuuliza tena, kwani ufalme wenu una viongozi wa aina gani? Haitham alimtazama kijana huyo kisha akasema, unajua nini kuhusu maisha yetu sisi wa chini? Umeshawahi kuwalanjaa siku tatu mfululizo, huku mama yako akijificha kulia gizani kwa sababu hana cha kuwalisha watoto wake? Umeshawahi kuona baba yako akipigwa hadharani kwa kosa la kuhoji, kwa nini kodi zimepandishwa? Viongozi wetu wamepofushwa na dhahabu, hawajui kwa maskini wanakula magome ya miti. Watu wa kifalme wanaishi juu ya viti vya dhahabu, wanakula kwa sahani za fedha, wakilindwa na maaskari, lakini huko chini tunakufa kimya kimya. Dawa hospitalini zipo kwa matajiri, elimu nzuri ni watoto wa viongozi, rushwa imekuwa kama hewa, wakitaka huduma alipa. Haki imekuwa bidhaa ya mnada. Kuna watoto wa miaka kumi wanafanya kazi migodini, wake kwa waume wanalala njaa huku wakisikia vicheko kutoka kwenye kasri la kifalme na kila siku tunapewa matumaini ya uongo, kesho itakuwa bora, lakini kesho hiyo haijawahi kufika, na kila anayejaribu kupigania hana anachopata zaidi ya majuto. Watu wa tabaka la juu wanadhani sisi hatuna ndoto, lakini tuna ndoto ya kuishi maisha ya heshima, si ya huruma, ndoto ya kuishi bila kuogopa, ndoto ya kusikilizwa na si kudharauliwa na kuambia hivyo si kwa chuki, bali kwa ukweli. Siku moja watu hawa wataamka, na siku hiyo hata kasri la kifalme halitakuwa salama. Rahim aliumia sana moyoni, aligundua kwa hajawahi kujua maisha ya watu wa kawaida, na hakika moyo wake ulitokea kuvutiwa na Haitham, si kwa urembo wake tu, bali kwa ujasiri na sauti ya haki kwa wanyonge. Na hapo ndipo alipofanya uamuzi mgumu, kulivua vazi la kifalme na kuishi miongoni mwa maskini ili awasaidie wasiojiweza. Alimwaga baba yake anaenda kutafuta elimu, lakini mfalme huyo alipinga ombi lake na kuamuru asiende popote. Jiandae kwa msisimko zaidi, bonyeza kitufe cha kusubscribe na tukutane tena katika sehemu inayofuata.